Tumeweza kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 131.5 na, na tumevuka malengo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza, hongereni sana walipa kodi wa mkoa huu wa Mbeya. Mimi niwahakikishie tu kwamba sisi kama TRA mkoa wa Mbeya tutaendelea, na tutaendeleza ushirikishwaji ambao tumekuwa tukiufanya kwa walipakodi wetu wa mkoa huu wote wa Mbeya lakini pia tutaongeza ile kasi ya ulipaji kodi wa hiari kwa walipa kodi wote kwa hiyo niwahakikishie wafanyabiashara wa Mbeya waendelee kufanya biashara wafate taratibu za, na sheria za kodi, lakini kama ambavyo mmeona kamishina mkuu amezungumza, tutaendelea kutenda haki kwa wote, hatutampendelea mtu wala kumwonea mtu. Kwa hiyo niwashukuruni sana na niwaombe tu kama ambavyo nimesema, tufate taratibu, ukiuza, ukinunua, kodi yetu kwa niaba ya wafanyabiashara wanachama wa TCCIA Mbeya na wafanyabiashara wengine wa Mbeya tunashukuru TRA Kamishna Mkuu na serikali kwa kuona umuhimu wa kuwashukuru wafanyabiashara. Sisi tutaendelea kutimiza wajibu wetu wa kulipa kodi vizuri kwa wakati na bila shuruti. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, tuendelee kuchapa kazi kujenga nchi yetu. Asante sana. Tutaendelea kulipa kodi kwa hiari kama vile dhamira mama yetu Samia Suluhu Hassan anavyosema, Mbeya iendelee kufunguka. Serikali iendelee kutuwekea miundo mbinu mizuri ili tuweze kufanya kazi masaa mengi. Unajua hakuna muujiza wa kuweza kulipa kodi zaidi ya uzalishaji. Kwa uzalishaji maana yake ni kutoa huduma. Sasa tukiongeza viwango vya kutoa huduma kwa masaa ishirini na nne ina maana tunaweza tukavuka viwango zaidi katika mkoa wetu wa Mbeya kwa kuweza kufika hata mara kumi ya hapa tuweza kutoa kodi. Tunashauri kwamba tuendelee kupanda kiwango zaidi na sisi kama viongozi wa biashara tunaendelea kusisitiza, e, wafanyabiashara wenzetu kwamba waendelee kutoa kodi kwa hiari na serikali yetu iko bega kwa bega na sisi, e, iko kwa ajili ya kuweza kutufacilitate, sio kufrustrate. Facilitate ni kuwezesha, frustrate ni kuleta stress.